Kama unaweza kununua gauni la elfu hamsini, elfu arobaini ukiona tu uko tayari kwenda kwa mama bomb, nimeona ili gauni nataka ni, yani nitalipa kidogo kidogo mpaka nimalize. Unawekeza, unaenda kwa Fausta, nimeona ili gauni. Fausta, ili gauni ni shilingi ngapi? Sio naoza mali hili, shilingi ngapi hili? Lina elfu themanini Yapo <laughs> yani siwezi si kabisa, hii fashion ni nipite. Unanielewa? una, una, una, una, una, una, una, una, unawekeza hapo. Kwa nini usiwekeze kwa Bwana? Wekeza kwa ajili ya Bwana, eh? Amina. Hakikisha unakuwa na Biblia, hakikisha unakuwa na Biblia. Mimi nina Biblia hii hapa, nina Biblia nyingine iko nyumbani kubwa, ina vitabu 72, hii ina vitabu 66. Hapo vipi? Siku moja nikaitoa, <laughs> jamaa yangu hey, na hiyo unayo? Nikamwambia sio hii tu, na vingine vingi. Tuko pamoja. Lazima ujifunze kuwekeza kwa ajili ya Bwana. Sasa wewe una unakuwa na kamoja tu hako hako, kakiishi ndo kameisha. Wekeza kwa ajili ya Bwana. Kama unacheza mchezo ili ununue sufuria ambalo kesho litatoboka na halitawekwa kumbukumbu mbinguni. Wekeza, nunua Biblia. Amen. Sema amen. Amen. Kwa hiyo umeona. Kumbe tunahitaji kujua kwamba tunahitaji kudai riziki yetu ya kiroho. Tusikutane na watu ambao wamebeba matango mwitu, tukawa matango mwitu sio, unanielewa? Na hapo watu hao wanapoteaga sana. Kuna wakati mwingine kwa sababu hujaomba Shetani anajua ni nini ulichokibeba, anajua mbele yako kuna muujiza. Anakuja, anakuja kwa mfano wa malaika, anatangulia <coughs> mbe. mbele yako, anakuja anakwambia, unajua ninaona kabisa una shida hivi na hivi, Mungu amenituma kwako nifanye moja, mbili, tatu, nne. Anatengeneza urafiki na wewe anataka akujue ukaribu, wewe na ule ukaribu utakufanya sasa afyonze ile nguvu yako ya kiroho na maana ameshajua kwenye ulimwengu wa roho, wewe ni adui mkubwa. Unaposimama, unapoomba, unaharibu kazi zote wanazozifanya unavuruga mipango yao. Wewe ndo unasababishaga ajali kila siku, wakipaa ungo unavunjika, wanatua chini tena, unapiga breki wa ghafla, unazuia sababu. Ni nini? Ni wewe, unapoingia kuomba na kusema ninazuia kila misafara ya wachawi kwenye ulimwengu wa roho. Asiwepo mchawi anayekatiza hili anga katika jina Yesu. Ninaweka malaika mashariki, magharibi, kusini na kaskazini. Ninaweka ukuta wa moto. Hakuna malaika ukatiza.